Kuna sehemu yeah, sehemu mbili ambazo hazitakiwi umweleze shida zako mume wako, naza nanielewa. Sehemu hizi mbili hautakiwi wewe ndo uweze yani, hazipaswi kabisa kumweleza shida zako mume wako kana, sehemu ya chakula ama kitandani. Muache yale mtoto wa watu chakula hali ashibe, kishuke. Sio mtoto watundo, yani kuna mambo mengine unajua ukimwambia, wakati wa chakula unaweza kusababisha hata kashindwa kula. Sasa hapo ni nini? Hmm? Yaani, wakati wa chakula unatakiwa kumwache mume wako hadi ashibe, chakula kishuke vizuri. Baada ya hapo ndipo unaweza ukaanza hata kutoa shida zako, au sehemu ya kitandani. Sehemu ya kitandani ni sehemu ya starehe, ya kuliwazana, eh? Sio sehemu ya shida hiyo. Pale ni kuliwazana, kupanga mambo ya maisha na starehe nyingine hivyo. So, tena usubiri eti mwanaume wako kashatoka kuoga kaingia kitandani kulala, eti pale, badala ya muongelea mambo mazuri ya ya maisha ya raha ambayo yeye ataenjoy eh, unaanza tena pale, unajua juzi uliniuzi